Kampuni ya Azam Pesa imeingia ubia na maduka ya Defacto, Flo Shoes na Amal Carpets kwa kuifikisha huduma ya lipa, lipa, lipa namba ya Azam Pesa, huku ikiweka punguzo kubwa kwa wateja watakaofika kununua bidhaa katika maduka hayo na kulipa kwa kutumia Azam Pesa. Akizungumza na Azam News katika eneo la maduka hayo Mlimani City, Dar es Salaam, meneja wa mauzo wa Azam Pesa lipa hapa, Thecla Ngwilimi amewaomba Watanzania kufika katika maduka yaliyopo kwenye maeneo mbalimbali ili kuchangamkia fursa hiyo yenye makato kidogo na bei nafuu. Fika De Facto utapata punguzo la asilimia 20, Flo Shoes asilimia 30 na punguzo zaidi pia. Ukipata, ukija kununua uh, bidhaa Amal Carpets utajipatia punguzo Uh, kwa miezi mitatu ijayo pale ambapo ukiwa na Azam Pesa. Kwa hiyo fika kwenye maduka hayo, jisajili na Azam Pesa ili kupata hili punguzo. Muunganiko huu umehusisha maduka yetu ya Defacto, uh, Amal Carpets pamoja na Flo Shoes. Na hii ni kwa maduka branch zetu zote, sio tu Mlimani City bali ni kote, Aura Mall uh, ukiangalia maduka yetu yaliokuwepo Kariakoo, maduka yetu yaliokuwepo Mwenge. Kikubwa zaidi tunayo furaha ni tunaichukulia kama fursa kubwa sana na tunaamini kwamba Azam Pesa wamejipanga na iko vizuri zaidi, na kwenye partnership hii italeta muunganisho mzuri sana.